Wakazi wa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi wanalalamika kuwa hakuna hata mmoja wao aliyeingia kwenye nyumba zaidi ya elfu moja za bei nafuu zilizozinduliwa na Rais William Ruto hapo jana katika mtaa huo. Wakazi hao wanasema kuwa wengi wao walipewa ama waliopewa nyumba hizo ni watu kutoka mitaa mingine, licha wao kuahidiwa kuwa watapewa kipaumbele wakati wa kuingia. Na kama mwanahabari wetu David Mudhoka anavyoripoti Wakazi hao wanahofu kuwa huenda hata wakafurushwa wanakoishi sasa hivi baada ya matinga kuwasili katika mtaa huo leo asubuhi, hatua iliyofanya kuandamana siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuzindua nyumba elfu moja za bei nafuu katika mtaa wa Mukuru hapa jijini Nairobi. Wakazi wanaghadhabu na wasiwasi. Kisa na maana hakuna hata mmoja wao ameingia katika nyumba hizo aina ya bedsita licha ya ahadi iliyotolewa awali kuwa watawekwa mbele. Huyu kijana anayetufanyia interview anafanya kwa, kwa ofisi ya, ya Dio. Alienda kuwauzia watu wa Sinai na ngambo ile ingine na matajiri Sisi, Jana ilikuwa tu ma PR zilikuwa zinafanyika pale, hakuna watu wetu tumeona wamerepresentiwa, hakuna watu wetu wamepatwa nyumba, so inabaki watu wamekalawa mingi sana, so watu wamekasirika kukosa nyumba pamoja na hofu kuwa watafurushwa mahali pekee wanapoita nyumbani sasa hivi, kufuatia mzozo kati yao na kampuni ya kemikali ya Orbit kuliwafanya wakazi hao kujitokeza kwa wingi kulalamika katika kituo hiki cha polisi asubuhi na mapema. Kwenye maandamano hayo ya amani yaliyotulizwa hatimaye na Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na Mbunge wa Embakasi Kusini Julius Mawathe, mtu mmoja aliye na ulemavu wa kuzungumza alijeruhiwa. Kwani walemavu hawana haki? Kwa nini huyo kijana ameweza kurushiwa live bullet na kaumia? Huku nyumba zingine takriban elfu kumi na mbili zikiendelea kujengwa katika mtaa huo wa Mukuru, wakazi wametoa ombi hili kwa Rais William Ruto, ifuatu ile utaratibu wenye nafaa E, kama ni watu wa Njenga, kama tu, ni watu wa Riara, watu wote wenye wanafaa kupata nyumba. Uwazi ukuwe juu, hakuna uwazi. Kazi saa hii Kenya ni shida. Kazi huwezi chukua mtu wash, anaishi nyumba shilingi elfu mbili unampeleka nyumba shilingi elfu nne ama shilingi elfu tatu mia, mia tisa. Hapo itakuwa unachora una zero unaandika una sufuri Uhuru alikuwa anatembea hata usiku magizani, watu si tumelala, lakini Uhuru anakuja anatembea mausiku anaangalia vile watu wanaishi. Tunataka kitu kama hiyo sawa. Watu um, president atembea ground, aone asiletoe information kwa table. Aidha, pana hofu kuwa watakaopata nyumba hizo ni sharti watoe hongo au wawe wanajuana na mtu au watu serikalini. Licha ya makazi haya kujengwa katika eneo lao, wengi wa wakazi wa mtaa wa Mukuru kwa Njenga Wanahisi kuwa makazi haya siyo yao. Wito sasa ukitolewa kwa Rais William Ruto kuhakikisha kuwa wengi watakaoishi hapa ni watu ambao wamezaliwa, wakakulia na wanaoishi Mukuru kwa Njenga. David Muthoka, NTV, Nairobi.